Na nimewaambia kwa la ilaha illa Allah Muhammad rasul Allah mwaka wa 2027 moja kwa moja hadi CDF ya Likoni. Kazi kwenu wakaaji walikoni. Mumpata tende musirudisha maskati, ile ni lenyewe tende, hii bahati yenu. Mimi namtamani aje kwangu lakini nitampata na walikoni wenyewe washamtaka. Kama yeye alilekwa kama yeye alichaguliwa kwa nini huyo asichagulile? Kwa nini huyo asichagulile? Mimi namuona mbunge wa eneo hili alikwenda bungeni kwenda kuimba ere ngamababa usio ndego. Mheshimiwa mbunge mtakiwa walikoni, mama haki nakuomba na namuomba Mwenyezi Mungu akujalie. Hii Likoni tumbaki ya mayatima na hatuna mtetezi, mi naona mtetezi wewe mama. Wale wanaosema mtoto yule hajulikani ataka mke ama ataka mume, nawaambia leo jua la utosi liking'ara ya kwamba seneta Miraji Mungu akipenda atakuwa katika ulingo wa kiti cha ubunge hapa Likoni. Saa ana mimi nawaomba matakwa yangu mimi na nyinyi, nanyi mumtake vagapi, wasema mama eh?